Hapa ni maeneo ya sehemu ya kukamulia maziwa. Kama unavyoona hapa, ng'ombe hawa baada ya kutoka malishoni na wakiwa na maziwa ya kutosha, basi hili ni eneo la kuja kukamulia maziwa, ili pia yaweze kwenda sokoni. Na Baraka, tueleze kidogo kuhusiana na eneo hili hasa. Sawa ndugu mtangazaji, <coughs> hujakosea. Hapa ni eneo la kukamulia ambapo linafahamika kwa jina la milky pala na eneo hili uh, lina linatakiwa liwekwe eneo safi wakati wote, na eneo ambalo halina halina changamoto uh, za kutuamisha maji. Hivyo basi, tunaona hata namna rafu ilivyotengenezwa, imewekwa kwa namna ambavyo haituamishi maji. Kwa hivyo ni eneo ni uh, banda ambalo linatakiwa lijengwe kwa hadhi fulani ambayo mkamuaji na maziwa na, na ng'ombe wenyewe watakuwa katika hali ya usalama. Aa, tukitizama hapa tuna maeneo, kuna eneo la kukamua ng'ombe watano kwa wakati mmoja, na pia upande wa pili tuna eneo la mangojeo, wale ng'ombe wanaosubiri kukamuliwa wanakaa eneo hilo wakisubiri zamu zao zifike. Na hapa ndipo maeneo ambayo tuliposema halisi kwamba tunatakiwa tuwachanganyie vyakula vya ziada. Tukitizama hawa ng'ombe sasa hivi hawali nyasi, wanakula wanakula, mashudu, e, wanakula uh, mashudu yaliyochanganywa na virutubishi vingine na pia hata yale mapumba za ngano ambazo tunasema tunazichanganya kuu ili uongezaji wa maziwa, ndipo hapa tunaweza kuwapatia hawa ng'ombe. Kwa hivyo kuna mambo ya kuzingatia katika hatua hizi za ukamuaji. Kwanza ni eneo ambalo linatakiwa liwe safi muda wote, pia tuwepo na maji ya uhakika. Tukitizama hapa kuna maji yanatoka muda wote, na hivyo ng'ombe anapoingia hapa, hatua ya kwanza ni kusafishwa machuchu yake kabla ya kukamuliwa, na tuna, tunashauri kwamba asafishwe kwa maji ya vuguvugu vugu, na pia kwa asafishwe na kufutwa kwa kitambaa hmm. Eh, kwa hiyo hawa ng'ombe tuli, kama tulivyosema hatua hatuwahusishi na ndama. Kwa hivyo jambo la kuzingatia inabidi ng'ombe akiingia hapo afanyiwe uh, masaji kwenye chuchu ili kuruhusu sasa maziwa yaanze kutoka. Hivyo kama tunavyoona hapa, ng'ombe anakamuliwa. Na wanashauri kwamba mtaalamu anashauriwa mnyama uh, tuwe na muda maalum wa kukamua. Kama tumeamua kukamua kuanzia saa kumi iwe saa kumi sio wakati mwingine tuna tunabadilisha muda kama tukiamua tunakamua saa kumi na mbili jioni tukamue saa kumi na mbili jioni, kwa sababu hata yule ng'ombe naye atakuwa tayari amejiandaa kwa ajili ya kukamuliwa muda huo. Lakini tukiwa na ukamuaji leo amekamuliwa saa tisa, kesho saa kumi, saa moja, hata uh, uzalishaji wa maziwa hautoupata kwa kiwango kilichokusudiwa. Uh, hatua inayofuata baada ya usafishaji wa chuchu ni hatua ya kuanza kupaka mafuta. Tuna mafuta maalum kwa ajili ya kukamulia ng'ombe na hayo mafuta tutawapata kwenye, ma, kwenye chuchu. Hasa lengo ni kuzuia um, msuguano na kuongeza ulainishaji wa chuchu, hivyo kuzuia hata maambukizi ya magonjwa, kwa sababu kwenye eneo la ma, uh, ng'ombe wa maziwa kuna magonjwa kama magonjwa ya homa ya kiwele ambayo, kama huto, huto, uh, huto msimamia ng'ombe wako kwa usahihi, anaweza akapata magonjwa ya kiwele ambayo yanapelekea uh, uzalishaji wa maziwa kushuka. Uh, kama tunavyoona ndugu mtangazaji, pia uh, kunakuwa na vyombo maalum kwa ajili ya kukusanyia maziwa na kwa ajili ya ku kukamulia I mean, kwamba tutaanza kwa vyombo vya kukamulia, na vyenyewe vinatakiwa viwe katika hali ya usafi, maanake maziwa yatapokuwa na maambukizi yoyote au na uchafu wowote, yanapoondoa ubora wa maziwa kwa wakati. Kwa hivyo tunashauri kwamba vyombo vya kukamulia na vyombo vya kutunzia maziwa kabla kupelekwa kwenye eneo la ukusanyaji, vinatakiwa viwe katika hali ya usafi. Kwa hiyo tuwepo na sabuni, tuwepo na maji ya, ya kutiririka maji safi na pia vyombo vitakuwa vinaoshwa na, na kuanikwa kwa wakati wote. No. Kuna lolote ambalo tumelisahau katika eneo hili la ukamwaji? Uh, la, tunaweza kuongeza tu kwamba eneo hili pia linatakiwa liwe na miundombinu tofauti. Tukiangalia hapa tuna miundombinu ya taa, kwa hiyo wanapokamuliwa asubuhi pawepo na upatikanaji wa mwanga.